Mwanzo kabisa unahitaji kuwa na picha ikiwa inamaanisha picha ya mfano ama picha ya reference, ambayo utatumia picha hiyo na kuibadilisha muonekano na kuwa kama inavyoonekana hapa na kisha baadaye kutengeneza video ya hiyo picha. Na kisha baada ya kuwa na hiyo picha tayari, umeshaichagua iwe ni ya kwako, ya mtu mwingine Chat GPT. Na kisha utachagua sehemu hii yenye alama kama jumlisha niko na maanisha na itakuwezesha wewe kuupload picha yako ambayo nimeizungumzia picha ya reference. Ukigusa hapo utachagua photo. Ukigusa photo, kisha utachagua picha yako ambayo sasa ndo unataka kuitumia kama picha ambayo unataka kuibadilisha muonekano na baadaye kuja kuitengenezea video. Kigusa hapo photo, utachagua picha yako usika husika mwana kama hapo nimechagua hiyo picha, na baadaye unaiambia una uh, ChatGPT itengeneze picha hiyo katika mfumo huu uh, huo uh, unaitwa Pixar. Kwa hiyo unaweza ukaandika tu create in Pixar au uh, unaweza ukaongezea maneno yote kwamba hiyo katika mfumo wa animation au uh, Uh, namna yote hata ukiandika kwa, kwa Kiswahili ni sawa, lakini kikubwa ni kwamba baada ya kuwa imetengeneza una uwezo wa kuboresha ukamwambia atengeneze taa, kuna kitu kimeongezeka akakipunguza, na mpaka pale utakapopata matokeo ambayo wewe unayahitaji. Na mfano kama unavyoona hapo, mimi nimetengeneza na baadaye nikapata matokeo haya ya picha hii nzuri. Baada kuwa umepata picha yako kama hivyo, then utai download kwa download unaweza kai click kama hapo na lakini nikukumbushe kwamba uh, kutengeneza picha kama hizi kuna wakati inaweza isije kama vile unavyotaka. Hii ni chat GPT, kumbuka, unaweza kuchat nayo, na hapo kaandika maelezo yako kwamba, kama kuna kitu unaona hakiko sawa, unaweza ukarekebisha, iwe ni Kiswahili kwa Kiingereza, vyovyote unaweza ukairekebisha, ukaiambia kuna kitu fulani hakiko sawa, labda kuna kitu kimeongezeka ukitaki na, na utatengeneza picha kulingana na matakwa yako jinsi ambavyo unataka, na baadaye uh, ikishakuja picha ambayo unaitaka kama hivyo utagusa hapo chini kuisave na utakuwa nayo kwenye simu yako. Na baada hapa baada ku tayari, tuna picha ambayo tumetengeneza na kinachofuata ni kuibadilisha picha hii kuwa video, na baada ya kuibadilisha picha kuwa video tutaingizia audio ambayo tayari tuko nayo. Hizo ndio hatua unazohitaji ili kubadilisha picha hii kuwa video, video, video. iko AI tool maarufu sana na unaweza kuitumia kupitia simu yako mkononi basi cha kufanya ni kuingia kwenye Chrome kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo ukiwa umeingia Chrome utasearch hivi na kuandika kama nilivyoandika hapa Hedra AI kama jinsi ambavyo inaonekana hapo. Na baadaye utasearch na matokeo yake yakija, utagusa hii link ya kwanza ambayo inaonekana kabisa hapo hedra.com. Na ukiingia hapo, tovuti itakuwa inaonekana kama hivi. Hii ndio tovuti ambayo inasaidia uh, kwa kupitia teknolojia AI kubadilisha picha na na kuwa video. Baada kuwa umeingia kwenye tovuti sahihi, utagusa hapo try now, kwenye hichi kitufe cha try now. Gusa hichi kitufe cha try now, itakuleta kwamba usign in. Kwa hiyo unaweza uh, ka sign in ama ukajiunga kama bado huna account kwa kugusa hichi hii sehemu ya hapa chini hapa ukigusa hapa sign up now na itakuhitaji utengeneze hapa password ujaze email yako utengeneze password na hatua zingine za muhimu. Lakini kwa urahisi kabisa, kama unatumia simu yenye Google account, utagusa tu hapa na tayari utakuwa umeingia kwenye hii, uh, tovuti. Kwa hiyo utagusa hapa na baadaye utachagua email yako ambayo unataka kuitumia hapa Mwana, baada kwa umegusa kama, uh, kama hivyo, utagusa chini hapa kabisa continue na baadaye unaona inatengeneza akaunti kama hivyo, inakuuliza na wewe utachagua na kuaccept hivyo vyote, then utamalizia kwa kugusa chini hapa kabisa create account. Kugusa hapo create account, kama unavyoona utakuwa tayari umetengeneza account. Kwa hiyo inakuhitaji kwanza utengeneze account ndipo umalize kufanya kazi yako. Kwa hiyo kama kama kawaida utagusa tena hapa try now, kwa kugusa try now itakuleta kwenye ukurasa huu. Huu ndio ukurasa wetu ambao tutakuwa tukimalizia kuibadilisha ile picha na kuwa video pamoja na kutia sauti. Kwa hiyo cha kwanza kabisa, uh, unahitaji kuupload picha yako. Kwa kama unavyoona kwenye tovuti hii kuna sehemu mbili za muhimu sana. Kwanza ni sehemu ya kuupload character na pili ni sehemu ya kuupload audio. Kwa hiyo cha kwanza kabisa utaupload picha na baadaye utaupload audio ambayo nataka ile picha uh, iwe inazungumza maneno hayo kama ni mazungumzo na cha kwanza kabisa tukao tutagusa hapa sehemu ya character, na kisha tutagusa uh, gusa sehemu hii muhimu kabisa hapa chini, imeandikwa upload image. Tuta tuta uh, bonyeza hapa chini kwamba nakubali consent, na ukigusa hivyo tayari itakuleta uchague picha yako. Tutagusa tena hapo upload image kama kawaida, na kisha nitagusa sehemu ya pili ya kuadi audio hapa, kama unavyoiona Mwana, nikigusa hapo inanionyesha mm, option mbalimbali mbali. Kuna sehemu ya kurekodi, kama sina audio naweza nikairekodi hapo hapo, lakini kuna sehemu ya kuandika maneno la, na kuna sehemu ya mwisho kabisa ya kuupload audio ambayo tayari nimeshaitengeneza kwa hiyo nitagusa hapo, sehemu ya chini, kwa kuwa nina audio, nitagusa upload audio hapo na kisha nitachagua faili langu la audio jinsi lilivyo kwenye mafaili husika na baada ya kuwa umeweka audio yako kama unavyoona hapo, utakuwa na uwezo wa kuiedit, kuiongeza au kuipunguza. Lakini pia kumbuka kwamba kwa watu, kwa ambao tunatumia akaunti ambayo sio kulipia, unaweza kuweka tu ya audio yenye si zaidi ya muda wa sekunde ishirini. Kwa hiyo utaweza kufanya settings zingine kama unahitaji, na kisha baada ya hapo utaendelea. Kwa hiyo kama tayari umalizika, utagusa hapa chini add to video kwa nikigusa hapa hadi to video, tayari audio yangu imeingia. Na baada ya hapo itachagua, kuna vitu vya msingi unaweza kuvifanya, ikiwemo kuchagua ratio ama size ya video yako kulingana na mahitaji yako, kwamba unahitaji video hiyo ikawe katika mtandao gani au katika size gani. Mfano, katika video ambazo zinatumika kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii, kwenye shorts au reels za Facebook ama TikTok inaweza kapendeza hivi kulingana pia na aina ya picha yako ambayo umeupload, lakini kwa video ambazo una una upload YouTube unaweza kaeka hizo au Instagram hizo, kulingana nawe jinsi ambavyo unahitaji matumizi yako. k kwa, kwa sasa mimi nitaacha hiyo na kisha nitagusa hichi kitufe hapa, nitagusa hapa kwa ajili ya kumaliza kazi hiyo usika. Kwa hiyo nikigusa hapo kama unavyoona itakuwa na jenereti, na kama unavyoona hapo, utaletewa tangazo ili ambazo unatakiwa uh, ulitazame kwa sekunde kadhaa, na baadaye pia kwa watu ambao wanatumia akaunti ya bure utatakiwa kusubiri kwa dakika hizo hapo ambazo amezitaja. Baada ya kusubiri kwa hizo dakika, tayari picha yako ama video yako itakuwa tayari kwa ajili ya wewe kuweza kudownload na utaona baada ya hapo utakuwa oh, uh, um, inakuonyesha progress ama maendeleo ya video yako wapi imefikia, na ikikamilika basi utaweza kuidownload hapa. Na baada muda tayari unaona video imekamilika, na mpaka kufikia hapo tayari tumeshamaliza hatua zote na tayari unaweza kuidownload video na kwenda kuitumia mahali usika. Kudownload unaweza kugusa sehemu hii ya kudownload, na tayari video yako inakuwa imekamilika, na hata ukiplay hapo video inakuwa ni kama jinsi ambavyo tume tegemea kisha umesubscribe ili kuendelea kufuatilia video kali kama hizi. Asante.